Asalamu alaikum. Al alaikum wasalamu. Yeah, sasa hii tushafika, si ah, ndio? Niya. Oh hapa. Eh, si ulikuwa umepiga rehaso vizuri. Mimi hata nimejipanga niko sawa. Eh, si ukiuliza unaitwa nani utasema aje? Ai Abdi mwana wa Ara. Si mwana wa Ara, mwana wa Ali, Abdi mwana wa Ali. Ali juu ya wali. Eh, endelea na hapo pengine. Sasa mimi nimetoka na hapa juu. Hapana si hivyo. Nilikuwa nimejifunga. Eh. Ah, hebu piga nione. Haya, nilikuwa nimejifunga. Eh. Sikuwa nara. Eh nilikuwa na swali tu ndo maana nilimekujia wali. Bas, hiyo, hiyo. Hiyo wali ni yetu basi eh. Katanisha hiyo kitu. Sa, ujue sasa ukifika pale ni mkono usaidia eh. Ujue sasa mi tukifika pale mimi hata usianze usi, usi, usi, usi, usi, usi, kusema ati unanijua mimi nitakuita Yusufu jambo ah, acha ujinga, mbona unanikatia kadoo